Wanafunzi si. Mwalimu leo, kuna <laughs> swali la chemshabongo. Kuna mama mmoja alikuwa na watoto watatu, wa kwanza anaitwa Ruria, wapili anaitwa Rukia, watatu anaitwa Zakia. Je, huyu mama ataitwa mama nani? Mama nani? Nasema rudia, sawa, rudia. Hamjasikiza vizuri, taua kidogo. Nimesema hivi kulikuwa na mama mmoja alikuwa na watoto wa tatu, hey. Mtoto wa kwanza anaitwa rudia, wa pili, hey. anaitwa rukia, watatu <laughs> <laughs> <laughs> Zakia. Sasa bwana ataitwa Dunia? Dunia tena? Ndio, ndio. Eh, utozima mimi siwezi kurudia rudia bwana, swali moja kila swali rudia bwana.